Kusikazi cha Azam TV bado tuko Ismailia nchini Misri kuhakikisha tunakusogezea kila taarifa ambayo inahusu klabu ya yes Simba ambao anajiandaa kwenda kuwakabili Al Masry kwenye mchezo wa Kombe la Shirikisho Afrika, na kwa sasa naungana na, na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya yes Simba. Ana neno la kuambia mashabiki wa klabu ya yes Simba kuelekea kwenye sikukuu za Eid El Fitri. Ahmed, habari za wakati huu tena. Salama kabisa bwana, mambo yanasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe ni tayari Idi usingizi niko sawa. <laughs> neno kwa mashabiki wa klabu ya Simba na wanachama wa klabu ya Simba kuelekea kwenye sikukuu hii ya Eid El Fitri, niwatakie kila la kheri eh, niwatakie sherehe njema za Eid El Fitri tu, tuadhimishe kulingana na mafundisho. Najua eh, kwenye Uislamu kila kitu kina mafundisho yake hata sherehe ina mafundisho yake, namna ya kuisherehekea. Kwa hiyo tusherehekee sikukuu za Eid El Fitri kulingana na na, na na mafundisho, lakini kubwa kabisa tusiache kuiombea timu yetu, wakati sisi tunasherehekea mbili baadaye kwa, kwa maana ya tarehe mbili e, Simba itakuwa iko kibaruani dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo sherehe ziende sambamba na maombi ya kuiombea Simba yetu naamini. E, tukifanikiwa kupata matokeo mazuri tutakuwa na mwendelezo mzuri zaidi wa sherehe za sikukuu. Assalamu alaykum, ndugu Watanzania wote kwa ujumla, lakini mashabiki wapenzi wa, wa mpira hususan mashabiki na wapenzi wa Simba Sports Club. Nawatakia Watanzania wote kwa ujumla na wapenzi wote wa mpira Hidi Mbaraka. Sisi bado tunaendelea kuwepo hapa Misri kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wetu zidi ya Al Masry kwa hatua ya mwanzo, lakini na sisi huku tunajumuika na nyinyi kwa kusherekea Hidi Alfitri. Tunawatakia Hidi njema, musherekee kwa amani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rweyemamu, team manager wa Simba Sports Club. Nawatakia wadau wote wa Simba na wale wadau wa mpira na wanaotutakia mema Eid Mubaraka, na katika mazingira hayo ya kusherehekea Eid na vilevile waendelee kutuombea katika mechi yetu muhimu ya kuelekea kwenye robo finali dhidi ya Al Masry hapo Talembili. Eid Mubaraka.